Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Na kabla tuende kwenye mapumziko uh, tulikuwa tunaangazia hali halisi ya jinsi uh, ovarian cyst inavyokuwa katika ovaries, na pia baadaye tulikuwa tunazungumza na daktari kuhusiana na ujauzito vile unavyohusiana na tatizo hili. Na kabla niendelee kumpisha mtaalamu alisha, maanake alikuwa nataka atueleze vipi vitamin D itatusaidia ama inaathiri mtu kuweza kupata tatizo hili. Kuna Debra hapa kutoka Migori, anasema, daktari anasema nilipatikana na cyst 2023 nikafanyiwa operation ikatolewa, after one year nilipata ujauzito nikajifungua through CS. Sasa tena kuna cyst, shida inaweza kuwa nini? juu sasa natoa damu nzito. Kumaanisha ni kitu ambacho kikitolewa kinarudi, ndiyo pale alikuwa nakuuliza, kuna wale ambao inarudi inakaa, inaendelea, inarudi tatizo huwa ni nini? Inaweza kuwa ni hizo homoni ama ni vipi? Alafu tumrishie mtaalamu alishe kama ni homoni. Naam, eh, zile sister, eh, eh, vile nilivyosema awali ni kwamba, uh, ni jambo ambalo linaonekana kwa wingi sana na ni kwa sababu mm -hmm. unapata hedhi. Kama unapata hedhi, uta expect kwamba at some point utapata hiyo uvimbe wa wa mayai kwa sababu ni zile mayai zinatokana, kwa sababu ya unapotoa mayai ya kila mwezi ya kila mwezi so it's actually normal eh. ukiwa na cyst alafu operation tena irudi irudi, kwa sababu ni zile zinakuja zina kulingana na, na, na zile hedhi, na kwa sababu pia uko na homoni zinaendelea kufanya kazi vizuri. So actually kukua na hizo cyst wakati mwingine inaonekana ni kama mwili wako iko sawa, uko fertile, uko fertile. Ni ile tu unajaribu kufaa, unafaa ukue makini kwamba kuna zile ambazo zinaweza leta shida na kuna zile ambazo kulingana na kulingana na vile vile, vile kwa kunaenda ni kwamba zinaweza kuwa emergencies mm -hmm. Na zingine zinaweza badilika zikuwe kitu kingine ambayo sio mzuri. Sasa kama huyu dada ambaye anasema hivi sasa amekuwa akipata damu nyingi nzito mm. atasaidika vipi? Eh, vile ambavyo atasaidika ni kwamba ningemwomba kama anaweza angalia hospitali ambayo iko karibu, atafute gaina amwangalia kwa sababu mm kupata hedhi mzito ama kupata hiyo, inaweza kuwa ni kwa sababu ya hiyo cyst. Mm-hmm. Maybe kwa mfano kama ina iko active inatoa homoni, lakini kwa wakati mwingine inaweza kuwa pia kitu ingi, kitu kingine inaweza kuwa fibroids, inaweza kuwa endometriosis. Mm-hmm. so many things. So ni inakuanga vizuri inaweza kuwa ni hiyo but inaweza kuwa vitu vingine, so ni vizuri aenda angalie na daktari. Mm-hmm. Amuelezee amfanyie scan. Naam. Sawa sawa, Felix, tuje kwako, pengine kama unaweza kulichangia hilo alafu uje utuelezee vizuri sasa kuhusiana na, na... Vitamin D na jinsi gani inahusiana na tatizo hili la ovarian cyst. Kwa hivyo uh, daktari anataja homoni mm, um, na heavy. Ni vizuri kusema ya kwamba homoni za kina um, heavy kwa kina mama huwa zinachangiwa sana sana na homoni mbili. Mm -hmm. Zenye inaitwa estrogen na ingine inaitwa progesterone. Na ukiangalia utafiti ni kwamba hata kama sio moja kwa moja, hizi homoni huwa zinachangia sana sana kwa hizi uvimbe tunaongelelea kuhusu leo kama ya ovari um, kwa hivyo ndivyo nimesema kabla, sasa nikuja kuhusu, kuongelea kuhusu vitamin D. Kitu cha kwanza ningetaka mama yote ama mtazamaji um, yote yako pale nje e, kitu ya kwanza unafaa kuangalia ni kilo, venye nilisema kama uzani wako uko juu kupita kiasi kitu cha kwanza unaweza kufanya kujaribu kupunguza labda hatari ya kujipata na hizi cysts ama venye zinaendelea pia kukua, kama mwenye sasa zimetolewa na zimerudi, kitu cha kwanza ni kuhakikisha amerudisha uzani wake chini kwa hali ya kawaida mali inafaa. Kitu cha pili sasa um, uh, ni venye tumesema kuhusu vitamin D. Utapata ya kwamba kulingana na sayansi ovali za kina mama ziko na zile tunaita kwa lugha ya Kimombo receptors zenye ziko na uhusiano na hii vitamini yenye tunasema inaitwa vitamin D. Na vitamin D ukiangalia, one of zile tunaita benefits ama manufaa yake kwa mwili ya binadamu ni kwamba zinasaidia kuregulate kiwango cha hizo homoni mbili tumetaja, progesterone na estrogen, kuhakikisha ya kwamba zinatolewa kwa hali ya kawaida kulingana na maumbile yako kama, kama dada, kumaanisha ya kwamba kukoza kiwango cha kutosha cha vitamin D kinaweza kuchangia kwamba unapata hakuna huo udhibiti ya kiwango chenye unatoa kwa mwili wako wa hii estrogen ama progesterone homoni, na hiyo inaweza kukuweka kwa hatari ya hizi cysts. Okay. Um, kwa hivyo tukirejelea kwa tunaipata wapi? Mm. Ulikuwa umejibu hilo uh, so, uh, swali ya kwamba uh, unawanda vitamin D huwa inapata nickname, sunshine. mm -hmm. <laughs> Vitamin yes. mm -hmm. Ni kwa sababu ya kwamba jua ni moja wapo yenye inatupatia vitamin uh, D, lakini pia ni vizuri tujue si jua ya kila saa pia, kwa sababu unajua saa zingine kuna zile tunaita UV light zenye ni strong sana mchana kwa hivyo inamaanisha labda jua ya asubuhi asubuhi, kitu saa tatu, inalingana pia na mahali huko. Ukienda Mombasa, jua ya saa tatu <laughs> na Nairobi ya saa tatu, labda Mombasa inaweza kukua saa saa mbili, saa moja na nusu, inadepend na mahali huko. Kwa hivyo kitu tunaweza sema hapa kwa mtazamaji, ndo wasaidike, ni jua yenye si kali sana, ile inachoma, in, e, ina inachoma ngozi. mm. Um, ni vizuri pia kujua kwa sababu gani tunasema hivi kuna aina ya mafuta iko chini ya ngozi mm -hmm. Haina ya kolesterol, wakati inaguzwa na hizo rays za jua huwa inageuzwa sasa, kutoka hiyo aina ya kolesterol tunaita kolesterol 7 inageuzwa inakuwa sasa vitamin D kwa mwili wako mm -hmm. Kwa hivyo hiyo ni source moja mm -hmm. Source ya pili uh, hapa hivi watu wetu wenye wanatoka mombasa na uh, nyansa mahali kuna samaki wako na manufaa sana kwa sababu mm -hmm. natukana labda kwa sababu, um, samaki, sana sana aina ya samaki yenye kona mafuta ni another chakula yenye tunaweza kusema pia iko na kiwango kubwa ya hii, kwa hivyo inamaanisha hii vitamin D. Mm -hmm. Kwa hivyo pia, uh, wale kina mama wapatani na kitu kama samaki uh, na bado pia wapati hiyo jua na unaona pia weather siku hizi climate change mm -hmm. ni ngumu sana pia kama siku hizi clinic na struggle na watoto wako na shida ya riket, yenye ni kukosa vitamin D kwa mwili kwa sababu hawapati jua ya kuoteshwa na wazazi wao, kwa hivyo mm -hmm. kwa sababu ya climate change unaweza pata hatutaipata kwa jua sana, meaning vyakula ni muhimu sana mm -hmm. kwa hivyo at least kuhakikisha samaki na hata kama utapata hii yenye nasema mimi, kama tunaama hizi za samaki zingine zina mafuta, unaweza jaribu hata hizi zingine, hata kama ni omena, bado utapata kiwango kidogo ya vitamin D yenye itakusaidia kuhakikisha at least kwa mwili unapata ya kutosha. Sasa hapo tunatafuta omega 3 ama tunatafuta nini? Vitamin D. Vitamin D. Eh, okay. ni... Kwa hivyo hapo wale wenye kutumia, maanake kuna mwingine anakuambia mimi spendi samaki lakini natumia, uh, vi, uh, omega 3 tutaizungumzia pia kwa sababu ni muhimu sana. uh -huh. Uh, kama chakula prevention ama preventive njia, <coughs> yenye unaweza ku prevent hizi mambo na cysts. Pia omega 3 ni moja ya virutubisho zenye ni muhimu sasa hivi venye tunaongelea kuhusu vitamin D. Kwa hivyo atapata moja yenye inaweza msaidia, lakini um, uh, kama ni mafuta anatumia pia ni vizuri tujue pia mafuta inakuanga na vitamin D. okay. Eh, sawa. Kwa hivyo tumesema samaki eh, yule asokula samaki atatoa wapi? Tume, tumesema jua tukakuja kwa samaki sasa. Tunaongelea kuhusu mayai ile, vitamin D eh, okay. Pande ya ndani ya mayai ile mnaita ya yolk, mm. imejaa kiwango kubwa ya vitamin D mm -hmm. Kwa hivyo kuhakikisha kwamba at least unapata pia yai, ni njia moja unaweza kuhakikisha kwamba mwili wako unapata nini, iki kirutubisho yenye tunaongelea vitamin D mm -hmm. Pia um, ni vizuri tuongelee pia kuhusu mafuta mm -hmm. Bora tu, utumizi wa mafuta lazima ukue kwa kiwango yenye inafaa mm -hmm. kwa mfano mm -hmm. Um, ukiangalia kulingana na sayansi ya lishe, uh, kwa sababu mimi ni mtaalamu wa lishe, tunaambiwa kwamba mtu mzima anafaa kutumia kijiko a teaspoon of oil kwa mili yote unapika pamili. Unaona, kwa sababu kuna mahali nilitaja mafuta na nikasema kutumia mingi ni kitu tunatahadharisha uh, kina mama kwa sababu pia inaweza changia <laughs> kwa hivyo ni vizuri tuseme ni kiwango gani yenye ni safe. Sasa ngoja nikuulize. mm -hmm. Watuambia vijiko vitatu katika kila mlo, si ndio? Kijiko, kijiko kimoja yeah. Sasa hapa mimi naangalia mlo mara tatu, maanake wa Afrika sisi tumezoea kula mara tatu, asubuhi uh, saa sita na jioni mm -hmm. Sasa mfano huyu ni mtu ambaye anajimudu sana kula chakula kimoja kwa siku. Ina maana kwamba akipika kile chakula kimoja lazima atie vile vijiko vitatu, maanake kama ni sukuma itie mpaka mafuta yayo yanaonekana vizuri, ndio aweze kupata yale mafuta. Maanake sasa huu ni mtu ambaye anamudu tu mlo mmoja, akisema anatia kijiko kimoja katika ule mlo mmoja, atakuwa amepata deficiency ya hivi vijiko vingine viwili. Ni sawa kile Uh, ki ile mili moja anayokula hakikisha ametia mafuta yale ya kutosha. Uh, ukweli ni vizuri. Uh, venye umeuliza ya kwamba kama wewe ni mtu unakula mlo mmoja mm. Unaweza weka hizo vijiko zingine mbili kwa huo mlo kwa sababu bado mafuta ni muhimu sana kwa mwili kama venye tumesema, hizi homoni tunaongea kuhusu zinatengenezwa kutokana na mafuta. Kwa hivyo pia, kukosa mafuta ya kutosha kwa mwili mm, inaweza kuafekti kiwango cha homoni kwa mwili, lakini pia kutumia mingi inaweza fanya mwili itengeneze mingi zenye uhitaji hizo kiwango za homoni kwa mwili okay. So kwa hivyo uh, mafuta pia inasaidia. Na aina gani ya mafuta pia tueleze maanake? Um, tukizungumzia mafuta hapo panakuwa mm, na kizungumkuti kunakuwa na kizungumkuti kwa sababu uh, jambo lingine ningetaka kuongelelea ni chakula za uh, zile mitindo tumechukua kama uh, wananchi kama mtindo yenye umesema ya mlo moja uh, kwa sababu kama mtaalamu walishe mtu akisema anakula mlo mmoja, hmm, nitajiuliza vitamin D atapata ya kutosha? nutrient ingine yenye ni muhimu kwa kina mama hapa ni magnesium, which is, uh, ne, madini moja muhimu sana kwa hii swala tunaongelelea mm -hmm. Ukikula mlo mmoja kweli utapata ya kutosha, utapata. mm -hmm. Uh, iodine ni nyingine tunaangalia kwa ile swala la cysts. Mm -hmm. Kama kina mama ukikula mlo mmoja kama dada, utaweza kupata manufaa yenye unatafuta labda ni kilo ama ni nini, lakini utajiweka kwa adhari ya kupata deficiency za zile virutubisho zenye ni ndogo ndogo kwa mwili hizo zenye zinaitwa vitamini ama madini. Kama hizo tunaongea kuhusu vitamin D, ni kidogo zinahitajika kidogo kwa mwili, lakini zina manufaa mingi sana mm -hmm. Kuliko mwenye labda amekula izi wanga protini na nini, ziko pia na, na manufaa zake kwa mwili mm -hmm. Zenye zinatusaidia kuweza kudhibiti uh, functions ama venye mwili yako inafanya kazi okay. Kwa hivyo, um, tulikuwa tunaongelelea kuhusu uh, mafuta. Kwa hivyo tumesema kijiko moja, ukauliza mafuta aina gani? Kwa hivyo tunaona unaweza kutumia, kwangu, unaweza kutumia mafuta yote ile, kwa wacha nitumie mfano ndo ikuwe rahisi kwa, kwa mtazamaji kama wewe unaweza kupata zile mafuta zinatokana na wanyama kama wazazi wetu kitambo venye walikuwa wanatumia, kama nizo talos unaweza tumia. Lakini kiwango bando ijabadiri ijabadilika. Kama unaweza kupata zile zinaitwa vegetable oil unaweza bando kutumi kutumia. Aa, kama unatumia bando zile zinapata nuts oil. Bado unaweza kutumia kitu cha muhimu, kutilia mkazo ni kiwango hmm. Usitumia kama ni hiyo talo, venye napata wagonjwa wa wanakuja pale kliniki kwangu, siku hizi mimi nimebadilisha natumia talo haya, unatumia kiwango gapi? Unapata mtu anamwaga tu kwa chakula, kwa sababu <laughs> <aliambiwa> bando, <laughs> e, bando utapata hizo tahadhari, kwa sababu utakuwa ume-overconsume, okay. Ile kiwango yenye aufai pia virutubisho zingine zote naona matunda. Njugu hapo njugu yeah. pia iko na vitamin D ama iko kani? Iko na vitamin D lakini sana sana nilikuwa nataka kuongelelea uh, aina ya madini inaitwa magnesium. Haya, sawa. Mm. Uh, tukomee hapo kwa sasa, twende kwa daktari maanake naona wengi uh, wameingia uoga. Na wana maswali mengi tu wanauliza hapa. Kuna mwingine aliuliza, "Je, yeah, this uh, cyst does it cause infertility?" Huo ni mmoja, alafu kuna mwingine anasema Mm -hmm. Ni Celestine kutoka Kitengela. Namuuliza daktari mimi niko na cyst na kupata ujauzito imekuwa ngumu. Cyst ni 2.2 cm. Inaweza kuwa ni sababu. Naomba tulizungumzie hilo tulizungumzia. Naam. Cyst, uh, uh, cyst na hii mambo ya kukosa kupata kupata mtoto ni kwamba mm -hmm. Wakati mwingi zile uvimbe za ovari hazitaleta hiyo shida ya cyst. E, inaweza kuwa ni kwa sababu ya shida ingine ambayo ambayo iko kwa mwili na haijajulikana. Wakati mwingi tunasema hormonal imbalance, zile homoni hazijabalance vizuri. Unajua hizo homoni zisipo zisipo balance vizuri, inamaanisha dalili moja itakuwa kukua na hiyo cyst. Na dalili nyingine ni kukosa kukosa kupata ujauzito, so kukosa kupata ujauzito inaweza kuwa ni shida shida nyingine ambayo imejificha imejificha, na tukiangalia sana sana kuna zile siste ambayo wakati mwingi atusemange ni shida za siste lakini ni shida ya kiomoni inaitwa polycystic ovarian syndrome. But hiyo wakati mwingi inakuwaga na zile siste za kuanga ndogo ndogo na inakuwa ina, ina associate sana na shida ya kupata, ya kupata mtoto hmm. E, lakini wakati mwingi utapata ni kwamba huwa hatusemi sana ni mambo, mambo ya siste. So kama kuna hiyo shida hmm inaweza kuwa sio hiyo sis. So inaweza inakuwa, kuwa vizuri, aende, angaliwe na daktari, apimwe homoni, afanyiwe zile test sana sana afanyiwe scan, alafu daktari wa, wa mama atembee naye amsaidie. Sawa, tukianza yeah. Tulizungumzia kuhusu dalili zile ambazo mtu ataziangalia ajue kwamba huenda na tatizo hili la ovarian cyst. Je, yeah. Yeah, ni dalili gani ambazo zitatokea ambazo ni za dharura mtu anafaa kukimbia hospitali bila kupoza Naam, hilo ni swala la maana sana kwa sababu kuna zile cyst wakati mwingi hazitakuwa na mambo mingi eh, lakini kuna, kuna ila wakati ambapo unaweza pata we call them emergencies, eh. Eh, hiyo cyst, eh, kuna mambo mingi inaweza fanyika. Inaweza inaweza inaweza bleed, tunaita hemorrhagic cyst na hiyo itakuwa na uchungu sana, kwa sababu hiyo damu ikiingia kwa hiyo mfuko itaanza kupanua hiyo mfuko, ni kama hiyo mfuko itakuwa na pressure hiyo so, mfuko ikiwa na pressure ita present na, uchu, na uchungu sana. Kitu ambacho kingine mm -hmm. Tunaweza fanyika pia, hiyo cyst tunaweza pata imegeuka, ime inaitwa kutwist. So kitwist unapata itashika, itafunga mishipa za damu na kutakuwa na uchungu sana. mm -hmm kitu ingine ni kwamba inaweza pasuka. We call it, uh, rupture. So those are na, wakati mwingi utaonekana kwamba kuna ile, utakuwa na uchungu, unaweza kuwa ulikuwa na uchungu ya cyst alafu i uchungu iongezeke. na uchungu wake huwa uko sehemu gani haswa? uchungu wake kwa wakati mwingi inakuaga tunaita pelvic pain mm. E, so inakuwa huku chini kwa sehemu za huku kando kando na wakati mwingine inaweza kuwa generalize au utakuwa specific ni wapi, kwa sababu tunaita referred pain tu. Ina tofauti pengine na uchungu wa hedhi? Naam, ina tofauti, kwa sababu hii uchungu yake wakati mwingi... haya, ngoja narifiwa, tuende Kasipul. mm. Alafu turudi, sasa ndio tueleze kwa makini.